Ahla thikri, in kuntum la ta'lamun. Mwulizaji anasema baadhi ya mabenki ya Kiislamu yanalipa faida kwa hisabu ya saving, hesabu ya taufir kutokana na pesa zako zilizopo kwenye account na pia wanakupa bure takaful ya maisha na hiyo faida ulipwa kila mwezi. Je, hii inajuzu, sio riba? Jawabu uh, ya wenye ilmu ni kwamba benki za kiislamu inavyotarajiwa kwamba zinafuata hukmu za kisheria katika miamala yake ya kibiashara, na watu wanaweka pesa benki huwa wanaweka kwa njia ya kushiriki na benki katika hizo biashara zake halafu kugawana hiyo faida. Kwa hivyo ikiwa zinafuata eh, hukumu za kisheria kama inavyotarajiwa, basi eh, wenye elimu wameruhusu kwamba hiyo faida inaweza kugawiwa kila baada ya muda fulani, ingawa kimsingi ilikuwa faida igawiwe mwisho wa mwaka, baada ya kuonekana biashara isha ishatia faida yani e, kiasi e, kinachotarajiwa kwa mwaka, wakati ule zinatazamwa gharama, halafu ile faida inagawiwa kwa mujibu wa asilimia ambayo e, wamefikiana katika mkataba. Kwa hivyo kinachogawiwa ni faida, hawapewi pasenti au asilimia ya rasilimali ambazo wameziweka katika uh, hiyo hesabu yao, lakini wanapewa asilimia fulani katika faida ila tu ikiwa benki zina utaratibu wa kugawa faida kabla ya kutimia mwaka. Kwa mfano, baadhi ya mabenki wameamua kwamba faida igawiwe kila miezi mitatu. Kwa hiyo, ikiwa mtu e, atatimiza pesa zake alizoziweka miezi mitatu, anaweza kupewa faida ya ile miezi mitatu ya mwanzo hata kama atazitoa baada yake. Ama yule ambaye atazitoa kabla ya kutimia miezi mitatu inakuwa hatopata katika ile faida. Kwa hivyo taratibu huo e, unaweza kuruhusika kisheria kwa mujibu wa maneno ya wenye elimu. Ama kuhusiana na hii takaful ya maisha asijifahamu nini anachokusudia hasa. Kwa hivyo tunapenda ikiwa atalieleza tena hili swala na ka, akasema inakusudiwa nini hii takaful ya maisha.